Na wakati mwingine tunapokuwa na wanyama wetu tunachunga, kama alivyozungumzia Sheikh kuhusiana na mnyama aliyefariki e, wakati mwingine miongoni mwa wale wanyama kunakuwa na mnyama huyu ambaye husaidia katika, katika ulinzi wa wale wanyama ambaye ni mnyama umbwa na kwa njia moja au nyingine umbwa huyu labda atakunusa, atalamba, atalamba chombo chako ambacho unatarajia kutawadhia. Je, hilo likifanyika, muislamu anafaa kufanya nini na anafaa kuisafisha vipi chombo chake? Basi hilo ndio jambo ambalo kwamba shekha atatuelezea kuhusiana na vinyevunyevu ambavyo kwamba vinapatikana katika e, e, ulimi au mdomo wa mbwa Naam, Uh, Mwenyezi Mungu jalla jalaluhu amemuhisabu mbwa kwamba ni rijsun. Naam. Ni najisi na Mtume sallallahu alayhi, alayhi wa sallam akabainisha kuwa mbwa anaporamba e, chombo Naam. au maana yake anapomramba mtu au anaporamba kitu chochote, mate ya mbwa ni najisi, na akabainisha sallallahu alayhi wa sallam wa wa kuwa huyu mbwa anaporamba chombo chochote au sehemu yoyote, lazima pale sehemu iwe ni yenye kuoshwa. Na namna ya kuosha arasul sallallahu alayhi wa sallam alisema ni kuosha mara saba, mmoja katika hizi mara saba iwe ni kwa mchanga. Akasema sallallahu alaihi wa waali wasallam, ulahunna biturabi idha walagha alkalb. Mbwa anapo nusa au anapogusa na kuramba chombo, basi mtu akiosha chombo kile mara saba, moja katika hiyo mara saba ni kwa mchanga.